Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariako Dabi iliyopangwa kuchezwa Machi nane. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti, nyie hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti lilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Nikasema, unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusunusu. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya machi saba. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao amekiri, ripoti iko wazi kwayo. Nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla ripoti ya kilichosababisha machi nane mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo, hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao. Na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya matisaki kwao. Nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumwomba akiwa anazungumza next time nikipata fursa ya kukutana naye waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi nane clean ilivyo eleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu.